Ya, yeah, saura, so ngoja nikuonyeshe jinsi ya ku add WhatsApp kwenye Ya, yeah, jinsi ya ku add WhatsApp kwenye computer. Unajua watu wengi sana hawajui kitu kwamba unaweza connect WhatsApp yako kwenye computer. Sasa uki connect WhatsApp ya simu kwenye computer, inakurahisishia kuhamisha vitu kutoka kwenye computer kwenda kwenye simu na kwenye simu kwenda kwenye computer. Kwa hiyo unaenda kwenye, kwanza unaenda kwenye WhatsApp. Kwa hiyo kwanza ni search WhatsApp. Kufungua kufungua WhatsApp. Kuna, kuna hivi vidoti vitatu, unabonyeza utaona kuna option imeandikwa link the device. Kwanza ni add contacts, na pili ni new group. Hiyo hiyo hiyo au maandishi ya tatu kutoka mwisho imeandikwa link the device. Unabonyeza link the device hapo itafunguka kitu kama hicho hapo. Unaona. Sasa mimi tayari nime-link device tatu kwa hiyo unabonyeza link ya device. Mm -hmm. Yeah. Uh, use mobile data unaweka uh, fingerprint yangu hapo. Baada ya hapo sasa unakuja kwenye, kwenye browser kuu Chrome, huko sasa una, unaingia kwenye Chrome na search unaandika WhatsApp

uko unabonyeza chap chap upo kule yani